Lini serikali italipa madeni mbalimbali mbali ya maafisa polisi na askari wa vyuo mbalimbali pamoja na askari Magereza watalipwa madeni hayo wanayo fedha zao wanazozidai? Swali langu la pili, kwa nyakati tofauti tofauti, serikali imekuwa ikiahidi kwamba inahakiki madeni yote ya askari hapa nchini lakini mpaka sasa hakuna majibu yaliyotolewa je ni lini serikali itamaliza uhakiki wa madeni ya askari polisi wote wa tanzania ikiwa ni pamoja na askari wetu wa mkoa wa mbeya wanajituma sana kufanya kazi lakini wanadai fedha kwa muda mrefu nataka kujua asante jibu mheshimiwa waziri asante mheshimiwa mwenyekiti kwanza niwapongeza sana askari wetu kwa kazi kubwa wanayofanya kunde raia na mali zao hapa nchini lakini pia nimpongeze Mheshimiwa mbunge Suma Ikema ambaye amekuwa akiwapambania sana askari wetu hapa nchini pamoja na mkoa wa Mbeya. Baada ya mheshimiwa na Spika, mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, swali la kwanza, mheshimiwa mbunge anataka kujua, je, ni lini malipo yatakamilika kwa askari magereza na, na, na polisi? Mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyojibu jibu la msingi. Serikali imekuwa ikitenga fedha kila mwaka na kulipa askari wetu. Na kama nilivyojibu, kwa mwaka fedha huu wa 2024 tayari umeshalipwa askari fedha kiasi cha bilioni 4.3

Baada ya kumaliza uhakiki tunapeleka wizara ya fedha tayari kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo serikali itafanya ita, ita, ita, ita, hivyo kila wakati kuhakiki madeni na kulipa kama ambavyo nimejibu kwa jibu la msingi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.